Tumsifu Yesu Kristo. Karibu katika tafakari yetu ya kipindi hiki cha Kwaresma. Leo tutazungumza juu ya uhusiano na umuhimu wa maombi katika kufunga na matoleo ama sadaka katika kipindi hiki cha Kwaresma. Maombi ni mawasiliano yetu moja kwa moja na Mungu. Tunapozidi kuomba, tunazidi kupata neema kutoka kwa Mungu dhidi ya dhambi na dhidi ya majaribu ya mwovu shetani. Tunaona kwamba katika kanisa takatifu kipindi hiki cha Kwaresima tunahimizwa kuongeza muda wetu wa sala, na sala hizi zinaweza zikafanyika katika nyanja mbalimbali, kama maadhimisho ya kushiriki maadhimisho ya misa takatifu, kushiriki pia ibada za njia ya msalaba, kusali rozari takatifu na pia sala binafsi. Mtakatifu Atanasi anatueleza ya kuwa maombi hutusaidia kufungua mioyo yetu kwa neema ya Mungu na hivyo basi kuimarisha uhusiano wetu sisi na yeye. Katika kipindi cha Kwaresima tunafahamu kwamba tunafunga, tunafunga katika njia za kujinyima chakula ama katika njia za kupunguza anasa za kimwili ama kukula kwa kiasi. Tunapofanya hivyo bila kuambatanisha mafungo yetu na maombi, inakuwa ni kama kufanya diet ya kimwili bila kuimarisha roho katika Injili ya Mathayo sura ya nne mstari wa kwanza kumi na moja tunaona kwamba Yesu Kristu ameenda jangwani kwa siku arobaini kufunga na kuomba. Mfano huo inabidi tuchukue na sisi pia kama Wakristo, tukijua ya kuwa kwamba kwa kwa tukifunga na tukienda kusali tunakuwa tunaonyesha nyenyekevu wa dhati wa kumtegemea Mungu badala ya kutegemea jitihada zetu wenyewe ama matosherozetu yenyewe tukifanya hivyo ile nafasi ya kile kitu ambacho tumejinyima kwa kufunga inachukuliwa na maombi yetu sisi kwa Mungu. Pia kwenye kipindi hiki cha Kwaresima tunaona kwamba tunahimizwa kujikita katika matoleo, matoleo yetu kupitia sadaka, zaka na matendo ya huruma, kuonyesha ishara ya upendo na matendo la upendo kwa Mungu na kwa jirani. Tunaonyesha kujali kwa wale wenye mahitaji tunapoambatanisha sadaka zetu na maombi, tunatoa sio tu mali zetu, bali pia mioyo yetu. Tunafuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetoa maisha yake mpaka kufa. Na hivyo basi, kama inavyosema kwenye kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 38, na toeni, nanyi mtapewa, tunakuwa tunajipimia baraka za dhati kutoka kwa, kwa Mungu. Mtakatifu Agustino wa Hippo anahimiza ya kuwa maombi pamoja na kufunga na matendo ya huruma hutusaidia kushinda dhambi pamoja na kumrudia Mungu katika toba ya dhati. Hivyo basi, katika Kwaresma hii tujikite katika sala au maombi ambayo hutupatia nguvu za kiroho dhidi ya majaribu ya Shetani, hututakasa na pia kutusaidia kuishi katika upendo wa Mungu pamoja na wajirani. Hivyo basi tukumbuke ya kuwa mfungo bila maombi ni kama kufanya tu diet ya kimwili. Na matoleo bila maombi ni kama maonyesho. Hivyo basi katika kwaresma hii tumwombe Mungu atusaidie tuishi katika sala ya dhati, mfungo wa unyenyekevu, na matoleo ya ukarimu ili tujiandae vizuri kwa ajili ya furaha ya Pasaka. Tumsifu Yesu Kristo.